Ni makofi ya sante yakipigwa na watumishi wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Singida kwa wafanyabiashara wa mkoa huo. Meneja anasema ushirikiano wao umefanikisha mamlaka hiyo kuvuka lengo makusanyo ya kodi. Sisi kama mamlaka ya mapato kwanza tuwashukuru kwa ushirikiano wenu ambao mm. atia niseme mm. tumekuwa karibu sana. Kuna changamoto za hapa na pale ambazo ni ndogo, siwezi kataa vipo, lakini zinapotokea mmekuwa wepesi kutuambia na si zile ambazo, na ziko ndani ya uwezo wetu, tumekuwa tukiangalia namna ya kuzitatua. Ni mahusiano ambayo tumekuwa tumeenda nayo mwaka almost mwaka mzima, tumekuwa karibu. Wakati mwingine tumekuwa tukitembeleana maeneo ya biashara, tunawasikiliza. Na wenzetu mmekuwa mara tukiwaita, mmekuwa tukiwa wepesi pia kutokea, sababu tunaamini bila ushirikiano, bila kuwa karibu hiki tunachojivunia kama mafanikio hakitakuwepo. So, sababu hizi actually kodi tunazipata kutoka kwa sasa. Tukikaa mbali na nyinyi, hamna tutakachokipata. ni katika hafla fupi ya kupongezana, kushukuru, kukata keki na kufungua champagne ikiashiria kumalizika mwaka wa fedha wa 2024, 2025, 2025 na kuanza mwaka mpya wa 2025, 2025 2026. Wenyewe wafanyabiashara wanausifu utendaji kazi na maboresho ya utoaji huduma yaliyofanywa na mamlaka hiyo mkoani Singida. Kwa kweli kitu anachokifanya ni kile kumpigia mfanyabiashara simu moja kwa moja, akimweleza kwamba unadaiwa kodi, na anamweleza kwamba ni wajibu wako kulipa kodi kwa kauli nzuri. Hilo ni jambo jema, na tunaona basi waendelee kuwapigia wafanyabiashara simu wanapoona labda amechelewa kuleta kodi, hilo lingekuwa ni jambo rahisi sana na mfanyabiashara anayejisikia kwamba niko pamoja na wenzangu hawa na analipa mapato bila matatizo. Yaani, wajaribu kutoka kwenye kujikita sana kwenye sheria, watumie busara zaidi na hekima, ili waweze kukusanya kodi na kuvuka malengo. Inatakiwa elimu ya kodi iendelee chini zaidi, ili kila mtu ajue wajibu wake wa kulipa kodi na umuhimu wa kulipa kodi, na itapendeza sana pale maafisa wa kodi wanapomtembelea mfanyabiashara welesho kwa kina ili anapolipa kodi asilipe kwa manunguniko. Hitaji kubwa la mamlaka hiyo ni ushirikiano huo kuendelea maradufu katika safari hii mpya iliyoanza rasmi Julai mosi ya mwaka huu, mwaka mpya wa kikodi wa 2025/2026 ili kuyafikia malengo na kuyavuka. Wito wangu kwa alipa kodi ni feme waendelee kutupa ushirikiano ambao wamekuwa wakituonyesha kwa mwaka wa fedha uliopita. Uh, na sisi kama mamlaka ya mapato tuko tayari kushirikiana nao katika hali zote. Pale wanapokutana na changamoto, basi tuwasiliane, namba zetu wanazo, ofisi zetu zipo wazi, wasisubiri vile vikao ambavyo huwa tunakaa uh, katika kipindi fulani ndani ya mwezi. Kikubwa tu ni waombe, tuendelee basi kuhakikisha uh, tunazingatia sheria za kodi ili mwisho wa siku serikali ipate kile ambacho inastahili kukipata.